Wabunge kutoka kaunti ya Nyamira wamekosoa vikao vya bunge mashinani vinavyoendeshwa na Spika Enoch Okero, licha ya mzozo wa uongozi unaoendelea katika bunge la kaunti hilo. Wakizungumza kwenye hafla mbalimbali mbali huko Nyamira, viongozi hao wanasema vikao hivyo vinafanywa kinyume cha sheria huku wakitaja hatua ya kupitisha na kutekeleza bajeti ya kaunti hiyo katika vikao vya bunge mashinani kuwa ni ukiukaji wa sheria na haki za wakazi wa Nyamira. Wabunge hao vilevile wameendelea kumsuta Gavana Amos Nyaribo kwa madai ya kuchangia mzozo miongoni mwa wawakilishi wa wadi. Kama kweli ile mambo gavana alizungumza Nairobi kwamba supplementary budget ya, ya, ya Nyamira County kama ilipitishwa huko msituni, tunataka EACC, DCI na DPP wafanye uchunguzi. Kama kuna mtu amevutwa kazi na anaenda mahali hakuna koti ya ajira na anadai ameleta orders kutoka huko za ku paralyze operations ya Nyamira County Assembly, hiyo ni uongo, hiyo ni bonoko. Mukiona tukiongea sisi, hatuna wivu wowote wa, tuko na hule moyo ya kwamba kaunti yetu pia naye ionekane ya kwamba iko katika kiwango cha kitaifa, na pia inashindana na kaunti zingine, kwa sababu zile pesa zinatolewa pale.